wa 1446 ambao ni sawa na 2025 e, miladi. Kwa hivyo, ni shirika hili ni shirika la Zadawa Hajj Travel Agency. Shirika la Zadawa Hajj Travel Agency Tume, tunasafiri leo kuelekea e, Maka Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada hii. E, hili kama unavyoliona ni kundi tu miongoni mwa makundi ya shirika la Zadawa ambalo e, shiri, e, kundi jingine limeondoka katika siku ya Jumamosi kutoka Jumamosi na shirika letu mashallah. E, sisi makao makuu yetu yako Pemba, makao makuu yetu yako Pemba, lakini alhamdulillah tunapata mahujaji kutoka sehemu zote za Tanzania. Tunashukuru kwa hilo na kwa kweli alhamdulillah kwamba tumejianda, e, tumejiandaa na Allah ametusaidia katika hilo. Tunatoa mafunzo mbalimbali katika sehemu zote hizi ambazo tunapata mahujaji hususa Unguja, Pemba na Dar es Salaam, hali kadhalika na vile vile huwa tunafanya makongamano mbalimbali, makongamano mbalimbali ambayo makongamano yanahusu Waislamu wote kushajihisha, kuwashajihisha kuweza kutekeleza nguzo hii ambayo, nguzo adhim ambayo ni wajibu, na kama kwamba nguzo hii ni kama ibada nyingine tu, kwamba mtu anapofikia katika, mfano, mtu amemiliki cha kutoa zaka, basi anatakiwa atoe zaka, na amemiliki cha kwenda hija, basi lazima aende hija haangalii umri wala, wala kuangalia uh, kitu fulani chochote, lakini amejaliwa kwamba yeye umri anao, ana afya mzuri na anaweza kwenda kutekeleza bila matatizo yote, basi ana haki atekeleza ibada hii ambayo ni nguzo kwake yeye. Kwa hivyo mimi sina zaidi, ila tunashajihisha tu kwamba uh, Waislamu wazidi kujiandikisha kwa ajili ya kutekeleza nguzo hii ya hija, kwa sababu miaka hii umebadilika taratibu za hija. E, e, kwa sehemu zote kabisa, kwa sababu sasa hivi mtu anatakiwa ajiandikishe mapema na vile vile tupeleke ripoti mapema kwamba leo za dawa mwaka huu itasafirisha mahujaji kadhaa. Ni muhimu kwamba watu wajishajiishe kujiandikisha mapema kabla ya Ramadhani, kabla ya Ramadhani, kwa sababu watu wamezoea mtu kujiandikisha mfungo mosi au Ramadhani, kwa kweli imeshapita na wakati, imeshapita na wakati. Kwa hivyo watu anashajiisha wajiandikishe mapema kwa ajili ya safari ahija tunaakaribisha katika shirika letu la Zadawa Travel so Agents.